Karibu Tuzo Online.

Afu hawa wanafanyia kurumu umegundua sana. Na mtazamaji, mbele yako ni kikosi cha wachezaji wa RS Berkane e, kutokea nchini Morocco, ambapo leo wapo katika dimba hili la New Aman Stadium ambapo wamekuja kufanya mazoezi yao ya mwisho kama ilivyokuwa utaratibu wa kikanuni eh, kanuni ambazo zimependekezwa pia na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, na ikazingatiwa vile vile na kusimamiwa na kuratibiwa na eh, shirikisho la mpira miguu Afrika yani CAF. Kwa hiyo uh, wapo hapa kutekeleza takwa la uh, kikanuni takwa la kisheria kama jinsi ambavyo watangulizi wao eh, majira ya mchana wa sanane Cyber Sports wenyeji walifanya hivi, basi hata wao pia wamekita kambi hapa eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, na wanafanya eh, maandalizi yao ya mwisho kuelekea eh, katika mchezo mwisho, eh, wa mwisho wa fainali eh, mkondo wa pili kombe hili la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe eh, Berkane hawa wametokea katika taifa la Moroko taifa la like, kimpira kwa sasa kwenye ukanda huu eh, katika bara hili la Afrika. Kwa hiyo si timu ambayo inaweza kuibedha kwa namna yake, na ikumbukwe hata kufika katika hatua hii ya fainali, basi wamecheza na timu nyingi zenye ubora eh, hata kabla ya ile mechi yao ya kwanza eh, dhidi ya Simba katika jiji eh, la Berkane. Kwa hiyo eh, kinachosubiriwa kwa sasa ah, ni kusubirie tu wao watafanya ani mateezeo ya mwisho ili kwenda kutoa majibu sahihi juu ya kile ambacho wamejiandaa nacho, majibu ambayo pengine yanaweza yakaleta simanzi kwa upande wa mashabiki wa mpira miguu eh, hapa Tanzania na wanachama wa Simba Sports, lakini eh, kwa namna ambavyo jambo linavyopelekwa inaonyesha ina dhahiri shahiri kwamba wamezamilia kwetu kufanya vitu vikubwa, lakini waswahili wa wenyewe wanasema kwamba eh, kombe lina liliko hapa eh, haliwezi kurudi ilikotoka, kwa maana litabaki eh, eh, ili hapa hapa eh, Tanzania ambapo safari ya kombe hiyo inaanzia hapa New nyu Amaan Stadium, ambapo uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club. Na ikumbukwe Simba wamekita kambi hapa wana wiki na katika uwanja huu huu wameweza kufanya mazoezi. Na tukirejea, yeah, masaa machache eh, majira ya asubuhi tulisikia na kutazama press conference ambayo walifanya, lakini kama unavyotazama kwa maana, unaona Lamine Kamara mchezaji ambaye anazungumzwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana wachezaji wa RS Berkane wakifanya mazoezi yao ya mwisho kabisa kuelekea ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mbona zimeanza warm up kidogo kuje ya kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri. Hali ya hewa hapa iko vizuri kabisa, kama ambao natazama Si ambacho um, uh, kina faida kwa maana a magoli mawili ambao walishinda nyumbani kwao marekanimuumroko. Anachosubiria hapa ni kuona hizi dakika tisini, kuna nini ambacho kitafanyika. Pia ufahamu kwamba magoli mawili pia mtaji mkubwa sanasishnajemakubwa sana katika uwanja tunaenda kushuhudia moja ya mechi bora kabisa ambayo itaamua ni nini hatma Simba Sports Club, kwa na rekodi ya kipekee ukiacha ile aliyofanya mwaka 1993 wengine hatujaziliwa walikuwa bado jazirio. Kwa hawa e, pia wana nafasi kubwa pia ya kuonyesha kosi hiki ambacho kina mchanganyiko mkubwa na moja timu bora kabisa pale Moroko, unafahamu ndio mabingwa wa Botola huku ni magolikipa eh. Magolikipa hawa wakiendelea kupiga tizi kubwa kuhakikisha kwamba kila kitu kimekaa sawa sawa kwa ajili ya eh, mechi nzito kabisa siku ya Jumapili, ambayo ta ta ta taifa linaenda kushuhudia mambo mazito. Bench la ufundi hili wakiwa na tabasamu kubwa, wakiwa wanafurahia na kuona nini eh kitakuwepo hapa siku ya Jumapili eh.